guza na Imelda Mtema kutokea Global, yeye ndio uh, mtu ambaye alianza safari na Hawa ama, eh, mwanadada ambaye alikuwa ni mwigizaji tangu enzi za ugonjwa wake unapoanza mpaka umauti unamkuta. Uh, Imelda alikuwepo bega kwa bega na yeye. Tumeamua tumtafute Imelda ili tuzungumze naye kwenye safari ya uhai wa Hawa, shida uh, yake, matatizo yake mpaka umauti unamkuta pia pengine aliwahi kuzungumza naye kabla mauti kumkuta, alipata kuzungumza naye kitu gani? Tuko na Imelda Mtema. Dada, pole na msiba. Asante tu, pole wote, kwa sababu watanzania wote wamempoteza tanzania, tanzania mwenzao wamempoteza, mtu aliyokuwa anamfahamu wame, mashabiki wamepoteza mtu ambao walikuwa akimfuatilia kwa karibu, kutokana na tatizo alokuwa alikuwa kumsumbua. Sawa, okay. so, pengine uh, tuanze na safari ya Hawa hmm. Ugonjwa wake rasmi ulianza wakati gani? Ameumwa sasa hivi takriban miaka nane, lakini ulianza tumbo linauma, mara akapata stroke n aliparalaiz, wakaangaika akapona. Kwa hiyo nilikuwa na mlolongo mrefu, lakini miaka minne iliyopita au mitano nilikuwa ile siria zile muda kupasuliwa kupasuliwa kupasuliwa. Alianza kuumwa na tumbo kwa sababu ya nini labda? Ah, yani wa, walikuwa mwanakwaza kwa atoe majibu kwa sema si fistula ya utumbo, yani kila mtu alikuwa na daktari kila akimnani anasema yake, lakini mara mwisho kwa sema alikuwa na fistula ya utumbo. Na hiyo ndio ilikuwa ikimsumbua. Okay. Mm. E, kwa sababu ilikuwa ndio namfanya anafanyiwa upasuaji mara kwa mara, kwa sababu alikuwa anaenda anafanyiwa, anakatwa utumbo anakuwa unaoza, anakatwa, unaoza, anakatwa, unaoza Mm. So, so. Na, na, na matibabu yake hasa yalikuwa kwa ajili ya fistula ambayo ndio ilikuwa ina, inazungumzika, alikuwa na ugonjwa kwa mujibu wa mwanzo, lakini alivyoenda kule alivyofika India baada ya kumfanyia vipimo na waligundua kwamba yani, sasa sijajua ni hiyo ndo kundua kwamba utumbo wake ule mnene, mm, ndo ulikuwa umeparalyze yani ulikuwa haufanyi kazi, okay. Kitu ambacho kwa kinasababisha sasa utumbo unakuwa unaoza, kwa sababu hata choo alikuwa apate, anakaa saa nyingine miezi mitatu miezi minne hivyo, ndo anapata choo tena kwa shida zamani. mm. Nifahamu kitu kimoja, kuna baadhi ya watu wanasema sababu ya Hawa kuumwa alibeba ujauzito, uzito akajifungua kwa operation na baada ya hapo uh, baada ya ule operation ndio ikawa chanzo hasa cha yeye kuumwa mpaka umauti unamkuta, kuna ukweli hapo? Hapana, kwa sababu mtoto wa Hawa na sasa hivi yuko form four na maana ungeangalia ni muda mrefu, na Hawa akaumwa tu miaka nane, mtoto wake sasa hivi yuko form 4. Kwa hiyo hapana, yeye alizaaga tu mtoto wake vizuri okay. na mtoto msichana tu mkubwa yuko form 4 sasa hivi okay. mm -hmm. so, tungependa sasa tufahamu, unakumbuka mara ya mwisho ulienda mpaka India, ulifunga safari ukaenda kule, hali ya Hawa ambao ulimkutanayo na ile ambayo ilitoka nayo hapa nyumbani Tanzania ilikuwaje? A, Hawa kwa kweli nilipofika hali yake alikuwa anaendelea vizuri sana na akaniambia, katika kipindi chote tumehangaika, sasa hivi Daimeda, nimetoboa. mm. Mungu amenipa tena nafasi. mm. Na kama yani kufa sifi tena. mm. Basi tuka tunaongea na nika najaribu sana kumdadisi kwamba unaona, kuna utofauti wote toka ulivyofanya operation zile zote, na yeye akasema kuna utofauti mkubwa mkubwa. mm. Hii Mungu ametufanyia ame, anasema Mungu ametupenda Mungu ametupendelea. Okay. Mm. Na, na, na, kipindi ambacho ulikuwa ukizungumza naye alikuwa kwenye hali gani? labda alionyesha ule uhafu uhafueni labda? No, alikuwa kwenye hali nzuri, alipendeza sana, mpaka nilikuwa namwambia namwambia, yani unapendeza. Nikanambia, hivi wewe weupe wa India, naambia amna, tunaona hata mimi sipaki mafuta, wewe mwenyewe ndio umekuja hapa unaniambia baki paka mafuta hata miguuni, lakini sipaki mafuta sipaki chochote. Hmm. Kwa hiyo yani alikuwa tu amekuwa mrembo sana, mi nimeenda nikasema eh, nikawa namtania ngambia, ukifika tu pale airport ya Dar es Salaam, nakutana na mtanya, tupale, maua mm. na pete pale ya, ya uchumba akawa anacheka mm. tukawa tunataniana tunacheka, na alikuwa anaendelea vizuri, kwa sababu tulikuwa tunaweka muziki tunaimba tuna tuna tunacheza tunakumbuka nyumbani, yaani likuaga, yani sio mtu ambaye kwamba useme kwamba huyu Uh, umauti utamkuta muda wote. Okay. Na samani pia nifahamu uh, neno la mwisho ambao ulipata kuzungumza naye kipindi ambacho mnacheza mnaongea mlikuwa mnakumbuka nyumbani mm. na kama nakumbuka nilipata nafasi ya kuona video zenu mm. za pamoja mkiwa mnaongea alikuwa akiwa analia. Nini hasa kilikuwa kinapelekea awe analia ikiwa tayari alishakuwa mm. na afueni ya afya yake? okay. Aha, yeah, Hawa ni mtu wa hisia mm. kulia kwake ni kulia kwa hisia, yaani akiwa ya anaongea kitu labda kushukuru labda kwamba Imelda umenifanyia hivi, anapata zile hisia ya kulia hmm. lakini si kwamba kwa nani, alikuwa analia kwa hisia sana okay. na tulikuwa tunakumbuka kum, tuna tunafanya tu mchezo, sio kwa no, tunaangalia kitu gani cha msiba hmm. Akasema fue ukifa ndio utalia mpaka una gala gala, yani alikuwa tu anaongea hmm. yani kama anakuona hmm. yani una gala gala chini una gala gala basi, tulikuwa tunataniana okay. lakini haikuwa ni kwamba mtu unaona kwamba hii kwa sababu anasema hivi, anaumwa, hapana Akasema wewe tena unaonekana wewe wewe ni kifaa utalia, kama anakuona utalia wewe basi. Akawa anasema natamani nirudi ni Tanzania tufanye yale mambo tulioahidi, tufanye vitu ambavyo tumesema tutafanya. Maana hao alikuwa na ndoto nyingi, yani sio mtu ambaye alikuwa anakata tamaa sema atakufa hivi, alikuwa na ndoto nyingi, anasema ni mimi hapa nitakuja kuwa mtu mwenye hela sana eh, mimi ngoja tu nimalize, lakini nitakuja kuwa tajiri. Lakini tukojua kile alikuwa na ndoto nyingi, yani mpaka mwenyewe anashangaa yani mwingine yani, angesema labda kuwaza maisha kwa sababu ya ugonjwa unaupitia, lakini Hawa alikuwa na alikuwa na ndoto nyingi mm. Sao, sao. Sawa uh, Imelda tumeanza kukuona muda mrefu ukiwa unampigania Hawa, lakini pia tumekuona kwenye safari ya India na huko ndiko ambako mau tumempata Hawa. Hebu tukumbushe kidogo namna mlivyojuana na, na Kalin lakini pia Uh, maisha ya huko India yalikuweje mpaka siku ambayo umepata taarifa ya kwamba amefariki, kiwa we tayari umerudi unamsubiri aje, lakini ndo hawezi kuja kiwa mzima? Hawa alipoenda India alikuwa anaendelea vizuri na uzuri, ukakutana na wadada ambao ni Watanzania wanaishi kule, walikuwa wanamsaidia sana kwa karibu kama dada yao, na wale wadada walikuwa yani, kiukweli, yani Mungu awazidi kuwa awajalie yani, kwa sababu walikuwa wanamsikiliza hao, kwa sababu alikuwa wanapenda, nataka unipikie noodles, anapikiwa, anasema, ah, nipikie kwanza wali, anapikiwa, ah, leo mkanulie basi samaki. Kwa hiyo unakuta yani, lakini bado wale walikuwa wanaenda hawachoki, na hiyo ilikuwa tunaona kwa sababu ya kupona, anap, anapata appetite ya kula kila kitu. Kwa hiyo anakula kidogo anakula kidogo anakula kidogo, hapo anataka baadae nipe asheni kiche chakula changu. Kwa hiyo ikawa hivyo, kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ana appetite ya kula Alikuwa yuko happy, mnaongea hivyo. Safari yako wewe na Hawa marehemu ili, ili, ilianzia wapi, mlijua na vipi? Hawa, Hawa yani, tulikuwa mimi nilikuwa ni mtu nafahamu naye anafahamu lakini tulikuwa hatuko karibu kabisa okay. Yani kama hivi unakutana tu na mtu mnasalimiana na anijua lakini hatukuwai kuwa karibu. Hmm. Hatu karibu kabisa wote tulikuwa tunakutana kwenye vitu mbalimbali lakini hatukuwa karibu kabisa. Zaidi tumeanza kuwa karibu wakati Hawa anaumwa, ndio ile kwenda kumfanyia interview naye. Alikuwa akiwa na shida ataniambia, hivyo kwa sababu alikuwa ameshanizoea, ameshanifanya kama dada, ameshanifanya mtu wa karibu. Hata mtu akiwa na muuzi atakwambia Daimelda, na shida, naomba nisikize, naomba unisaidie hivi, anaweza kaniambia shida yake, anaweza akalia yani kwa na vitu vingi, na mm -hmm. nakumbuka kuna siku moja nilikuja hapa nyumbani nikamkuta hayupo na alikuwa ameniambia nije sijui alikuwa ameuzika nini mwenyee akaa ameondoka. Sasa mamake kaniambia, Imelda, hebu ongea naye umwambie unaondoka, huji tena. Basi nikamwambia hawa, nimefika nyumbani kwenu haupo, na tumeahidiana, kwa sababu alikuwa hapokei simu, nikamtumia kwenye simu ya rafiki yake alikuwa nayo, nikamwambia mwambie mimi nimekuja nyumbani hayupo na ninaondoka sirudi tena. Akapiga simu akasema, Imelda, please nakuja sasa hivi, dakika mbili niko hapo mlangoni. Na kweli dakika ngapi akaja, mama akasema, afadhali ngoja nije nikaongee naye basi Mana stu alihuzika nini? Okay. mm. ni kitu gani bado kinaendelea kubaki kama kumbukumbu kwako kwa kutoka kwa Hawa? Hawa alikuwa msichana mwenye roho nzuri sana, watu ambao wa nje labda hawamfahamu. mm. Hawa alikuwa hata kama yeye hana hii nguo, atakupa vaayabakihi okay. kwa hiyo alikuwa ni msichana. Yaani wenye familia yake wanamjua ni shangazi, kama ni shangazi ni shangazi wa pekee, kama mama mdogo ni mama mdogo wa pekee, yani hawa watoto wadogo zake, watoto wa, wa kaka zake yani wale wanamuona kama almasi. Kwa hiyo hawa walikuwa ni mtu mwenye roho nzuri, mm. sana, yaani sana, sijawahi kuona. Na hilo kila mtu ukimuuliza, atakwambia mm. ana roho nzuri mno mno mno mno. Ameacha no. okay. mm. watoto wangapi? Mtoto wake mmoja na mume, hajawahi kuolewa okay. mm. na natamani pia nifahamu ili uh, kabla ya umauti kumkuta alikuwa anatarajia kurudi nyumbani Tanzania siku hii ya leo. Ina maana alikuwa akianza safari pengine mpaka kesho, mm, angewa, mm, angekuwa mm, tayari ashaingia Tanzania uh, ulipata nafasi ya kuzungumza naye? Labda nimezungumza naye juzi, mimi nilikuwa nimeenda Bumbuli mm -hmm. akanipigia simu, wewe, mimi nakuja tarehe kumi na tano mm -hmm. Wewe uko Bumbuli utawahi kunipokea kweli? mm -hmm. Nikamwambia hey, kwa nini sikupokee? Nitawahi. mm -hmm mtawahi kukupokea. Akasema, bumbu kabe bumbu mwenyewe anaondoka leo wewe, utatoka kule mpaka utoka tarehe kumi mpaka uje kufika kesho yake tarehe kumi na tano kwa hiyo mimi nitakuwa nimesharudi. Akasema ah, haya. Kwa hiyo hivyo tumeongea naye, akawa anambia, jana nimeumwa sana, yani nimeumwa. Nikamwambia umeumwa nini? Akamwambia nimeumwa tumbo. Akamwambia ujala chochote cha pilipili? Hamna, nimeumwa mno. Nikamtania akamwambia, unajidekeza. Akasema hapana, daima daima mimi naumwa sana. okay. nikamwambia basi pole. Akanambia ilikuwa mshike mshike sikai nazunguka hapa kote kwa kaikawa hivi pale ambapo amefikia, yeah. ina maana hadi hospitali alikuwa tayari ameshatolewa eh? Hey, mimi nilipofika tu India kesho yake iyoyo tukapata discharge tukaenda apartment lakini uzuri ni kwamba apartment haikuwa sana mbali na hospitali. Hospitali. Okay. Mm. So, na, na, na, na labda alipoumwa na tumbo alirudi tena hospitali wakamwambia shida yake. Hapana kwa sababu hiyo ni... si anaweza tu akaumwa labda amekula kitu, mm. Lakini sio kwamba kitu labda cha kuumwa akasema aende hospitali. cha kuumwa akasema aende hospitali. Sasa najua itatoza zangu la tumbo mm. lakini kwa sababu mwenyewe alikufa amemkuta tu amelala, yani alikuwa ni kama mtu alipata tu kitu cha kumwangaisha usiku labda. Okay. Aukuta amekufa. kwa sababu, alikufa, anasema, kwa sababu mwenyewe anasema kwa mujibu wa watu ambao wako nao anasema mpaka saa ngapi wanaenda kumtafuta, wamwamshe mboda, sio kawaida yake, ndo akamkuta kwenye hiyo hali. Wenyewe hawakujua waau, wanatoka mapovu na kidonda kilikuwa kina damu sana, kwa hiyo mshono so, kwa hiyo kabidi amchukue haraka kumpeleka hospitali. Sasa ndo akambia ameshafariki. Kwa maana mbuna alishafariki muda akiwa nyumbani akiwa pa, nyumbani, pale. Mm. Na watu walikuwa bado hawajagundua wa, kama hawajagundua sababu alikuwa anaamka ili kila mtu anajua akiamka, wala dada wanafanya usafi, wanamwandalia chai kama ni chakula anapenda nusu, wanamwandalia kwa hiyo alikuwa kwa sababu huaga mara nyingi anapenda kuchelewa kulala saa tisa na angalia movie. Hmm. Kwa hiyo anajua hapo muda wake wa kuamka ni saa sita saa ngapi kwa, kwa hiyo hawakumsumbua. Okay. Neno gani sana ambalo hawa alikuwa akipenda kulitamka muda wote ulipokuwa naye karibu? alikuwa ananiambia my brown sugar. Kwa nini? Ah no, alikuwa ananiambiaga anapendaga ngozi yako. Kwa hiyo ya alikuwa ananiambiaga my brown sugar, ananitaniaga hivyo wakati wote. Okay. Na akaniambiaga ah, yani, uh, ombea Mungu nipone. pone Hmm. Nije nifanye chochote kama biashara, maana alikuwa anapenda sana kupika yeah. Akasema nitakuja nifufue mgawa hapa, hamna mtu atakayenikamata kwa kupika okay. Kila mtu atasubiri iwe siu nani na nani, nipate hela nikufanyie kitu kizuri kwa sababu sijakulipa hata, hata. Na ambapo kitu ambacho pia kinanishangaza Hawa, kwa safari alikuwa ananiambia fanya ufanyavyo yeah. Ukipata chance ya kuja India, njoo okay. Yani, njoo. <coughs> <coughs> na mimi nikaona Hawa ni kitu ambacho alikuwa anakipenda nikamfanyia surprise okay. Mm. Kwa maana hiyo safari ya wewe kutoka hapa kwenda India alikuwa haifahamu, haifahamu kabisa okay. Sawa mm. So, sisi tuseme pole sana na msiba, asante na moja. Uh-huh. La mwisho kumalizia matibabu ya Hawa imekuwa ni kuna michango michango mingi, wewe ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki kwenye hiyo michango na mm-hmm, kule